Hello guys, karibuni kwenye chaneli yangu Madam Judy Cooks and Bakery. Leo tunaenda kuangalia viamba upishi muhimu kabisa kwenye keki. Viamba upishi muhimu ili uweze kuwa mpishi bora wa keki na keki ikakusaidia. Lazima tuone vitu muhimu kabisa. Kwa mtu hata ambaye anaanza ajue ni nini anatakiwa kuwa nacho kwenye viamba upishi vyetu vya keki. Kiamba upishi chetu cha kwanza tunatakiwa kuwa na baking powder. Baking powder kama mnavyoiona mimi natumia hii hapa ya Zesta, ni nzuri sana. Hiki kiamba upishi ni lazima uwe nacho kwenye upishi wa keki. Kingine kwenye keki lazima tuwe na unga na sio ili mradi unga tu. Kama mnavyoona hapa, lazima tuwe na unga wa keki. Huu ndo unga wa keki, unga wa PPF. Sio kila unga wa ngano ni unga wa keki. Kwa hiyo unga wa keki ni huu hapa, kama mnavyoona wa PPF, mimi natumia unga huo. Kiamba upishi kingine kwenye keki ambacho lazima uwe nacho mayai, uwezi kupika keki bila kuwa na mayai kwa asilimia tisini japo kuna keki ambazo hazitumii mayai, lakini kwa mtu anayeanza na anayeendelea atakubaliana na mimi kwamba keki mayai ni lazima tuwe nayo kwenye keki yako. Pia lazima uwe na blue band. Mimi natumia blue band hii hapa ya Prestige. Hii ndio nzuri kwa ajili ya keki, kutoa keki zako nzuri kabisa. Baada ya hapo kiamba upishi kingine hiki hapa, hii inaitwa ladha. Ladha zipo za aina tofauti tofauti, kwa hiyo ladha nzuri kwenye keki ni hizi hapa ambazo ni colorless, ambazo hazina rangi, ndio nzuri kwenye upishi wetu wa keki. Tunatakiwa kuwa na ladha, tunatakiwa kuwa na mayai, tunatakiwa kuwa na baking powder tunatakiwa kuwa na blue band, tunatakiwa kuwa na unga pia, tunatakiwa kuwa na sukari. Kingine ni icing sugar. Lazima kwenye upishi wako wa keki uwe na icing sugar. Hivi ndio vitu muhimu kabisa kuwa navyo kwa mpishi wa keki, hata ambaye anaanza kupika keki. Karibuni sana Madam Judy Cooks and Bakery. Usisahau subscribe my channel. Namba zangu za simu ni 0679696119, kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya mafunzo. Karibuni sana, asanteni sana.